Hazina ya wazee. Mungu, nibariki nipate, nijifunze, nitunze maisha ni Mungu, inisaidie. Wohoho oh, ho oh. Ufalume wako unakwenda kupinduliwa. Unamaanisha nini? Huyu mtu ambaye alikuwa mkono wa kushoto ndiye anakwenda kuupindua ufalume huu. Nani huyo kunipindua mimi? Nani eh? Mtabiri nani, mtukufu mfalume Lugolola Magamba Rai? Mtabiri wa himaya hii sijawahi kutabiri upuzi. Hili jambo ninalokuambia inatakiwa ulichukulie uangalifu mkubwa sana, kwa maana huyu mtu ni hatari mno, hivyo basi Tutaita wanaume wote, vijana wote wa himaya hii, tuwafanyie kipimo ambacho tutaweza kugundua ni nani hasa ambaye anahitaji kupindua ufalume wako. Lakini pia likishindikana hilo, wanawake wote wajawazito wa himaya hii wawekewe ulinzi mkubwa sana kwa yeyote atakayejifungua mtoto wa kiume, lazima tumchunguze naye pia. Ni hayo tu, mtukufu mfalume. Sawa, naomba nisikilize. Fanya uchunguzi wako wa aina yote, kama ni wahimaa hii na kama sio hivyo, wana mama wote waja wazito, yoyote atakayejifungua, jaribu kufuatilia, ujue atakaezeru. Ukiona kuna dalili zozote zile za kiutawala au za kifarume, tuambizane mapema, tumuue. Kamwe kwa haki kabisa, mfarume takome ni Kijana wangu Mkandama, unaona kaburi hili? Huyu aliyezikwa hapa ni mwanamke mmoja, alikuwa anaitwa Tunda. Huyo Tunda ndiye aliyekuwa kijakazi wa malkia Kasinde, na hiyo ndoto tuliyoota ni hivyo hivyo ilivyotokea mauaji ya katili huyo Kasinde ndiyo mama yako. Wajibu wangu na agano langu ni kukulea wewe, na nimekuwa nikifundisha mila na desturi na mambo yote ya Kibantu. Uende kwenye mlima Nyamagojo na ufanye yale ambayo nimekuagiza. Utakuta kuna sanduku pale, na ndani ya sanduku hilo ndiyo kuna mambo yote yote yote yote yote na vitu alivyoacha mama yako ni hivi hapa, inabidi ni ukabidhi. Nimekuambia vitu vingine utavikuta kwenye maporomoko ya Nyamagojo. Sanduku la hazina nitakayokupa kila kitu na maelekezo yote, sawa sawa, hivi hapa, hivi ni vya mama yako Sio la mama yako. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, twende. <coughs> <coughs>

Chabakazi nabakazi chabakazi nabakazi. Utawala huu wa imaya hii ulianzia kwa mama yangu binti Sembuli. Mama yangu akiwa ni malikia wa imaya hii alinizaa mimi na kuniita jina la imaya hii ambalo ni jina chaba kazi, na hilo ndilo jina langu. Ni realisi kuwa malkia wa himaya hii ya Chaba Kazi. Huyu mnayemwona hapa, mtabiri wa himaya hii ni kaka yangu. Mimi ninazaliwa ni mimi, anafuata mwingine anakuja yeye. Alianza kutabiri akiwa ni mdogo sana, na ndio maana mpaka sasa hivi bado ni mtabiri wa himaya hii. Mtu yeyote ya atakayeenda kinyume na mimi, adhabu yake huwa ni kifo. Sasa basi, nyinyi ni vijakazi wangu na nyinyi ni wakozi wangu, sitaki muwe kama wana himaya wengine walioko ndani ya himaya hii. Nyinyi mnatakiwa kuwa tofauti na wana himaya wengine. Nye vijakazi hawa, wakozi ni waume zangu mimi. Nye vijakazi hamtakiwi kuwasogelea hawa wakozi au kuwa nao na mahusiano ya aina yoyote ile nitakachowapa cha bure ni salamu tu. Hapa kuna wengine ni kaka na dada, wote mpo ndani ya maa hii na wote mnaishi kwenye ngome ya malikia Chabakazi. uluutonetashosesose biaga kwanza, biaga kwanza. Mfalume bora leo, naona umetembelea kwenye kaya ya Ngoboka mwana imaya wako. Kuna vitu vingi vya kufurahisha, chaguo ni lako kuchagua kile kinachokufaa. Kwilola nenda ndani kwa tandiki kisha ukapumzike na mfalme. Hazina ya wazee Mungu nibariki, nipate nijifunze, nitunze maisha ni Mungu inisaidie, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Hazina ya wazee, Mungu nibariki, nipate nijifunze, nitunze maisha, ni Mungu inisaidie, wohoho oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mimi sina wakumweleza maumivu yaloja moyoni mwangu, zaidi yako Mungu, nipone machungu, nami nipate haki yangu. Mimi sina wa kumweleza maumivu yaloja moyoni mwangu, zaidi yako Mungu, nipone machungu, nami nipate haki yangu. Oh, oh, oh, oh.